Bwana Yesu asifiwe, mpendwa mtazamaji, na kukaribisha tena katika jina la bwana wetu Yesu Kristo. Karibu kwenye somo hili la leo nimekuandalia, bila shaka natumai utakuwa umejifunza jambo la kipekee sana. Ni kwa muda mrefu sasa, takribani miezi miwili sijatoa video yoyote ambayo inahusiana na neno la Mungu lakini ni kulingana na changamoto na baadhi ya vitu ambavyo sisi wanadamu tunakabiliana navyo. Kwa hiyo mwanadamu kupitia changamoto na vitu vingine ni swala la kawaida. Ndio maana ukisoma katika kitabu kile ni cha Ayubu, maandiko yako wazi yanathibitisha namna ambavyo ni lazima mwanadamu. Ayubu sura ya kumi na nne mstari wake ni wa kwanza maandiko yanaonyesha wazi kwamba mwanadamu ni lazima ateseke, kuteseka ni lazima kupata matatizo, kufa. Yaani hivyo ni vitu ambavyo Mungu amempangia mwanadamu, na ni lazima apite huko, hawezi kukiuka kwa sababu siku zake, changamoto zake, matatizo yake vyote vimehesabiwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kabla sijakuletea somo hili zuri, ninakuomba usisahau ku subscribe, ku like na ku comment, ili wengine pia wakafikiwe na ujumbe huu. Share na ndugu marafiki waweze nao kujifunza, kwa kuwa hapa ndio mahali pekee ambapo tafakari za kibibilia zipo. Tunatafakari neno la Mungu kwa usahihi, ili kile ambacho ni cha kweli kikufikie, haijalishi utapenda ama utachukia lakini to make sure kwamba kile ambacho ni cha ukweli ambacho Mungu anataka wewe usikie ukisikie, sio kile ambacho wewe unataka kukisikia. Hapa kiukweli hatufanyi mapenzi ya watu, bali tunafundisha mapenzi ya Mungu. Somo la leo linasema hivi: ulibatizwa na padre. Na nimezungumza video hii kwa sababu bado mimi nina ndugu zangu wa familia moja ambao wanaamini katika imani hiyo. Kwa mtu mwingine anaweza akasema kwamba umenilenga ama umeilenga imani yangu ama nini. Hapana, sikiliza nikwambie, mimi nina ndugu zangu nao wapo huko, lakini siofii kuwaambia kweli. Na mimi nimetokea huko, mamangu ni Mkatoliki, babake na mamake kwaku yani, hiyo ni imani ambayo wameirithi. Kwa hiyo sasa kwa sababu babu zangu wako huko, ndio niogope kuwaambia kweli? Lazima niwaambie babu zangu kweli kwamba mpo katika upotofu. Sasa somo linasema mlibatizwa nyinyi, ambao mlisema mlibatizwa katika kanisa Katoliki, mlibatizwa na mapadre. Sasa kama mlibatizwa na mapadre, sitaki nizunguke, ao mapadre kama wanasema ni Wakristo ni wauongo kama wanasema kwamba misingi ambayo wao wanasimamia ni ya Ukristo, ni waongo. Kwa sababu gani? Kwa sababu bibilia takatifu, neno la Mungu wa kweli, ama Mungu mwenyewe, hakuwahi kutoa agizo la watoto wadogo wabatizwe. Watoto wadogo wabatizwe, kwamba kubatizwa mtu ama prosija ya kumbatiza mtu afuate kipaimara imara, sijui baada ya hapo apewe mtihani, akifaulu ndipo sasa aende abatizwe. Afuate mafunzo mwaka mzima, baada ya kuhitimu ndipo sasa aende abatizwe huyo mtu. Hivyo vitu ni vya uongo, havipo kwenye Bibilia, ni vya uongo. Tuambizane kweli, kama utachukia chukia, lakini hivyo vitu ni vya uongo. Ni misingi ya watu, ni mipango ya watu, ni mapenzi ya watu, sio mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo sasa amua wewe kuchagua kukaa kwenye mapenzi ya Mungu au labda kuishi kwenye mapenzi ya wanadamu, kuishi kwa kufata matakwa ya wanadamu ama matakwa ya Mwenyezi Mungu. Amua wewe, ila mimi nimechagua Kuishi kulingana na vile ambavyo Mungu anataka niishi, na pia naishi nisikie kile ambacho Mungu anataka nisikie, sio kile ambacho mimi nataka nisikie. Bwana Yesu asifiwe, karibu. Kwa nini nasema ni makosa kwanza kuwabatiza watoto wadogo? Kwa sababu watoto wadogo hawajui vitu vingi. Kwa sababu kulingana na udogo wao hata hekima, busara, uwezo wa kutafakari mambo kwa upana wanakuwa hawana ni wa, ndio maana wanaitwa watoto. Sasa nikimwona mtu ambaye anajiita ni mtumishi wa Mungu anambatiza mtoto mdogo, badala nimwite mtu mzima, sitomwita mtu mzima, nitamuita yeye ndiye mtoto ambaye anafanya vitu asivyojua, kwa sababu mtoto kazi yake ni kufanya vice versa. Kwa nini? Kwa sababu mtu mwingine anaweza kuja, kuna mtu aliniuliza swali akasema, hapana, watoto nao ni binadamu, ni lazima wabatizwe ili kwamba waweze kurithi ufalme wa Mungu. Nataka nikwambie, watoto ufalme wa Mungu ni wao, ndio maana Yesu anasema kwamba acheni watoto wadogo waje kwangu, maana ufalme wa Mungu ni wao. Na pia watoto kuingia kwao mbinguni ni rahisi wanaingia kupitia wazazi wao. Wazazi wakiwa katika kweli, na watoto nao wanatakaswa na ile kweli ambayo wazazi wao wamekuwa wameishika ama kuipokea. Nataka nikusomee maandiko mawili kukuthibitishia hili ambalo ninalozizungumza. Ukisoma katika kitabu kile ni cha Wakorinto wa kwanza sura yake ni ya saba mstari wake ni wa kumi na nne maandiko yanasema hivi, hebu funua Biblia yako, alafu fungua kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ile ni ya saba mstari wake ni wa kumi na nne ili hata kama utakataa ukatae vitu vilivyoandikwa Biblia inasema hivi, Wakorinto wa kwanza sura ile ni ya saba mstari wake ni wa kumi na nne. Biblia inatufundisha hivi, kwa maana yule mume asiyeamini hutakaswa katika mkewe, na yule mke asiyeamini hutakaswa katika mumewe. Kama isingekuwa hivyo, watoto wenu wangekuwa si safi, bali sasa ni watakatifu. Kama isingekuwa kwamba mwanamke aliyeamini anaweza kumfanya mume asiyeamini atakaswe, ama mume aliyeamini anaweza kumfanya mke asiyeamini atakaswe. Kama isingekuwa hivyo, basi hapo tungeweza kuzungumza kwamba watoto wetu sisi waaminio lazima, labda tungezungumza hata habari nyingine, nao wabatizwe. Lakini kwa kuwa mume ambaye ameamini, mke wake aamini mke wake anaweza kutakaswa kupitia huyu mume wake. Mke anayeamini mume aamini, mume anatakaswa kupitia mke wake, kwa sababu hawa wawili wanakuwa ni mwili mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Hili somo nitakuja kufundisha kwa upana pana zaidi. Unaona huyu mume anatakaswa vipi na mke anatakaswa vipi. Lakini maandiko yanathibitisha kuwa kwamba watoto wetu ni safi na ni watakatifu kwa sababu sisi baba zao, ama sisi wazazi wao tumeamini. Kilichotufanya sisi kuwa safi ndicho ambacho kinapelekea watoto wetu nao wawe watakatifu. Biblia inashuhudia kuwa kwamba watoto wetu ni watakatifu. Sasa wewe ukienda kumpeleka mtoto wako abatizwe na padre ili awe mtakatifu, umepotoka, akili zako hazipo sawa. Kwa maana yule mume asiyeamini hutakaswa katika mkewe na yule mke asiyeamini hutakaswa katika mumewe, kama isingekuwa hivyo watoto wenu wangekuwa si safi, bali sasa ni watakatifu. Ukisoma okay, katika kitabu kile ni cha Yohana sura ile ni ya kumi na tano mstari wake ni watatu, Biblia inasema hivi ya kwamba nyinyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kwa hiyo Neno ambalo Kristo alituambia, tukaliamini tukaliamini, tukatakasika kupitia neno lake, ndilo nalo lenye nguvu, linaingia kwenye maisha yetu yote na kuwatakasa watoto wetu, kwa sababu kama lile neno linanitakasa mimi na kumfanya mke wangu kuwa safi, basi mwanangu ni nani? Mwanangu ni nani? Kwa sababu ni damu yangu ni nani mwanangu, lazima awe mtakatifu na yeye. Biblia anasema kilichozaliwa na roho ni roho, na kilichozaliwa na mwili ni mwili. Kwa hiyo damu yangu kama imetakasika, hata kama ikitoka kwenye kidole ni safi, ikitoka kwenye mguu ni safi, ikitoka kichwani ni safi, ni damu yangu. Kwa hiyo kama ulibatizwa na padre, hauku pewa baraka bali ni laana na mikosi uliyopakazwa kwenye maisha yako. Ni pepo baya ambalo ulidumbukizwa ndani ya mwili wako bila kufahamu, kwa sababu huyo padre ana mashetani, ana mapepo ambayo yanamsumbua. Inakuwaje mtu kama huyo aende akuwekee mikono? Unafikiria na nini au mapadre na mapapa na wengineo ni taasisi ambayo inawakilisha inawakilisha ulimwengu wa kiza hapa duniani, katika mwili, kwa sababu ni watu pekee ambao hawatembei na neno, ni watu wako tofauti na neno, ni wakengeufu. Bwana anasema kaa, wao wananyanyuka. Bwana anasema nendeni, wao wanarudi kabisa. Bwana anasema Acha wao wanafanya kabisa, ni wakengeufu. Kwa hiyo kama ulibatizwa na padre, muda wa kutubu ni sasa. Haujaokoka, amini Injili ambayo ni ya kweli, ambayo ninayofundisha na hii hii Injili. Ukisikia mtu mwingine naye anaifundisha the same, hiyo ni Injili ya kweli. Amini ubatizwe, ili upate ondoleo la dhambi. Achana na wafanyabiashara sisi hapa hatupo kwa ajili ya kutengeneza brandi zetu binafsi, tunatangaza ufalme wetu ambao ni wa Kimungu. Tumetumwa kutangaza ili maelfu ya watu waokolewe katika jina la Yesu Kristo, amen.